Ah, ni mbaya baba, ni maumivu tu, tunao roho lakini hatuna jinsi ya kufanya. Muniwenye amekuta ameamua tu kujivutisha. Ni ah, balaa tu Maina, ni majonzi matupu balaa, hatuna hata usemi Maina. Ndio hivyo tu yani, itafanyaje sasa. Anaitwa Baklari jamaa, ndio hivyo tu yani, alikuwa e, yani, ni, ni, ni, ni mlinzi hmm. Hmm mlinzi wa uh, maduka ya barabarani haya, na anatengeneza bamsi za barabara nini kama hivyo, Maina na ukitana na kazi hizo hapo. Baba Claree alikuwa na tabia gani akiwa mtaani? Ah, ni okay, mtaani tu, ila ana neno, naishi na watu vizuri, ana kweli kabisa, lakini sasa sijui ni pepo gani hilo la limeingia. Kwa hiyo unapofanya baba Claree changamoto gani ambayo unaisema msiba kufanya tukio la kunyonga hapo ah, zando haijulikani. Maina, o mimi u ni mti, sina cha kufanya, nikaona tu nitazame kwa macho yangu mawili ninyamaze, au kwamba mm. Siku ile ulionana naye? eh? Siku ile ulimuona ulimuona baba Claree? Nimemwona yeye, saa kumi na mbili ile jioni anaingia zake hizi harakati harakati, nikasema labda ni kama kawaida yake, lakini sijaelewa jaelewa, nimekuja kumkuta mwenyewe muni ameshajitundika muda na eh familia yake amewachana nao, lakini ni wako hapa hapa mtaani. Anakaga mwenyewe na mke wake na watoto, anakaa wenyewe hapa hapa mtaani tu, hapa hapa kirani. Kujinyonga, waache kulamba mm. Mm, kulamba tu ndio kitu ambacho kinakosesha amani kanafikiria sana, nenda kufua majukumu, so kitoa kukimbilia jomba jumba, yeah.